Wanenda naenda na vipenzi vipenzi shuleni, na ve auwe maana bado ndio. Yaani leo umeamka na mimi tena. Asubuhi tu. Sikiza nikwambie. Mambo yetu bado hatujamaliza. Sasa umeamka atakaye. Hivi kwa nini unapenda sana mlolongo? Kwa nini unapenda sana kuongea ongea mda wote, eh? Mbona upendi kunipa heshima yangu? Unataka mimi nifanye nini? Mambo o tumeshaongea meshaisha. Nataka kurudisha nyuma, si ndio? Mi najua hauendi kazini, unaenda kwa anake zako kwa au aamba. Nafikiri sijui yako yaa umempa wanafunzi wako mimba. Nafikiri msiiju hiyo. Nalijua mimi nimempa mtu, si ndio? Hebu nisikilize, mimi sitaki kugombana na wewe asubuhi asubuhi mapema hivi. Lakini hey, mimi nilikuheshimu. Na naomba tuheshimiane. Hakuna mtu yote ambaye nimempa mimba. Sawa? Yaani wewe kama unakaa unaota ndoto zako za mchana, naomba ukae, okay, vizuri useme na akili yako. Usinichukulie mimi mjiga kiasi hicho. Yaani mimi kunyamaza kwa kote kukuheshimu sio kwamba na kuogopa. Na kuheshimu kwa sababu wewe ni mke wangu. Usipende kunipigia makelele mda mwingine. Naomba usinitie gundu. Acha nikatafute riziki nikuletee tupate tule. Tena kuanzia leo kome kunipanisha mimi kikeneni kibesi. Ki, mbavu nini wewe? Mume wangu Mi mimi unanikomesha Kwa nini? Nikamwambie nani? Eh, ukitaka mimi ni kuheshimu, linde heshima yangu, acha kujichongea mzinga. Ipo siku nitakuja kukupasua wewe. Kwa hiyo ndio unaenda kwa mademu zako, si ndio? Achana na mimi.